Tumsifu tu Yesu Kristo. Kristo. Yeah. Ndugu zangu, yeah. Katika somo la kwanza tumesikia selemu sehemu ya hotuba ya Petro juu ya ufufuo wa Bwana wetu Yesu Kristo. Petro anaeleza kuwa ufufuo wa Yesu ni wake na kwamba kifo akimshinda Wakristo hata mbele ya upinzani Petro anasisitiza kwamba Yesu ambaye alikuwa alukwanema ka mavunda wa Mungu anawaonyesha kuwa Yesu alithibitishwa na Mungu kwa miujiza na ishara, hivyo na kifo chake kilikuwa sehemu ya uokovu. Na ufufuo si hadithi bali ni ushahidi hai wa uweza wa Mungu. Hotuba ya Petro inatualika kwenye toba, maisha ya toba pia inatualika kwenye imani na uokovu. Na katika Injili

nitakupa kitu fulani ani kufikiria moja rusho irausho. Ndugu zangu wapendwa, tuwe watu wa kupenda ukweli. Mtakatifu Augustino alisema ukweli yako umauma, lakini ukweli unaponya. Ukweli ni tiba, ukweli ni dawa. Ndugu zangu katika adhimisho hili

lugungu ni mara nyingi sana watu wanafanya kulugungu siku za kufarijiwa kwao, kujiwekea mazingira ya kufanya kumugungu katika maisha yetu ya kila siku, tukitafakari ukristo wetu, tukitafakari imani yetu, tukitafakari maisha yetu taweetu maisha ivyo ubatizo utusaidie sisi ambao unamwendea Yesu Kristo, na hasa zaidi ninyi wazazi, watoto wenu muwasaidie sana, muwe munu. Leo wanawekwa kitambaa choe, watabishwa maji yoe, ishara ya cheo cha utakatifu, kitambaa hicho mwahakikishe akipani na madoa madoa lazima kizini kuwa cheupe siku siku Kristo